Tujifunze namna rahisi sana ambayo unaweza ukaitumia kununua bidhaa kutoka kwenye duka lolote lile ambalo tayari limeunganishwa na huduma yetu sisi ya Ghala. Sasa nenda kwenye namba ya WhatsApp ya duka husika au ya biashara husika, alafu andika jina la bidhaa ambayo, ambayo wewe unataka kuweza kununua. Leo mimi nataka ninunue sneakers, kwa hiyo hapa kwenye hili duka wao wanauza sneakers. wanauza viatu vya aina ya Nitaandika ujumbe kwamba anataka sneakers. itanijibu na kuweza kunipa orodha ya bidhaa ambayo ninakuwa nimeulizia. Kwa mfano ni kama nimeulizia sneakers, basi itajibu na kuniambia niweze kuangalia bidhaa nyingine aina ya sneakers ili niweze kuchagua. Kwa hiyo nitabonyeza view items moja kwa moja itanipa bidhaa zote ambazo uh, hili duka linauza. Kwa hiyo hiyo nitabonyeza hiyo sneakers, moja kwa moja funguka ukurasa ambao kuna maelezo zaidi kuhusu hiyo bidhaa. Angalia vizuri hayo maelezo na kisha bonyeza add to order request. Baada ya kuwa umesha add to order request, request unaweza ukabonyeza view cart, utafunguka page ambayo itakupa breakdown ya idadi ya bidhaa ambazo utakuwa wewe umeagiza. Baada ya hapo bonyeza place order, moja kwa moja itatuma order kwenye duka husika. Ikisha kuwa imetuma order, ninakuuliza namna gani ambayo ita, inataka ikufikishie hiyo bidhaa yako ambayo utakuwa umeinunua, either kufikishie kwa, kwa, kwa delivery au wewe ndo uende kuichukua bidhaa dukani, yani kwa ile njia ya pickup. Kwa hiyo kwa, kwa sasa hivi tuchague njia ya delivery. Kwa hiyo nitachagua delivery. Moja kwa moja itafunguka ujumbe ambao utaniomba mimi location. Bonyeza send location. Hapa ndipo ambapo unaweza ukaandika location ya wewe ulipo au unaweza ukaacha yenyewe tu itambue wewe uko wapi kwa kubonyeza send your current location. Moja kwa moja itatuma location alafu pia itakupa breakdown ya oda yako kwa sasa hivi hapa breakdown ya oda yetu imekuja kimekuja hichi kiasi na inakuuliza unataka kulipia kwa njia gani kuna njia tatu za kulipa kwa njia ya simu kwa njia ya bank lakini pia kuna hii njia ya card. tuchague njia ya mobile bonyeza za mobile utakuja ujumbe ambao wenyewe utakuuliza unataka ku, kulipia kupitia namba ipi kwa hiyo kwa sasa hivi nitaandika namba ya simu ambayo ina pesa ambayo ndio pesa ambayo itakatwa. Kwa hiyo uh, andika namba ya simu ambayo pesa ipo na ndo pesa ambayo inatumika kuweza kulipia bidhaa. Baada ya kuandika namba ya simu, itakuja message ambayo unaweza ukabonyeza linki hii ambayo itakuwa imekuletea. Ukibonyeza linki hapa, itakuomba pia namba ya simu Alafu utabonyeza hiyo button ya request pin on phone, itakuja top up ambapo ambayo itakubidi wewe uweze kuandika namba ya siri ili hicho kiasi cha pesa kiweze kukatwa. Kisha maliza, rudi tu kule kwenye WhatsApp, itakuwa imeshakutumia receipt yako ambayo ina breakdown ya bidhaa ambazo utakuwa umeweza kununua. Pitia hiyo receipt vizuri tu. Ukishamiliza, kwa kuwa umechagua delivery moja kwa moja, watakuweza kufanyia delivery biashara husika, au duka husika itaweza kukufanyia delivery na kuweza kukufikishia bidhaa hiyo au mzigo huo popote pale ulipo, kutokana na ile location ambayo utakuwa umeiweka. Hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza ukaitumia kuweza kununua bidhaa kutoka kwenye duka lolote lile ambalo limesajiliwa na huduma ya Ghala.